Jina langu ni Daniel Emmanuel Susuma, ni yudo mwalumni, na nimemaliza chuo kikuu cha Dodoma mwaka elfu mbili na ishirini na moja na nikiwa nasoma program ya Bachelor of Fine Art and Design, na nimekuwa yudo hivi sasa. Pia unavyoniona mimi hapa, ni mhadhiri msaidizi chuo kikuu cha Dodoma katika idara ya Arts and Media Studies. mimi hapa ni mwanzilishi wa picha zenye sauti, ambapo picha zenye sauti yes, ni taasisi ya sanaa na ubunifu hasa tukilenga sanaa za visual art na performing art, pamoja na designing. Na yote hayo tunalenga katika vitu vikuu vinne, lazima tujali creativity, tujali art education, tuangalie pia impact, lakini pia na community. tumeweza kuigusa jamii sana hasa katika upande wa sanaa tukizingatia sana kwa watu wote, kwa watu wakubwa na watu wadogo, lakini pia tumeweza kuhakikisha tunafanya sanaa hii iwe ni sehemu ya ajira kwa watu wengine ambao tunashughulika nao. Yes, lakini pia ni kuhakikisha hata pia elimu ya sanaa inafika, kwa sababu pia tunajua kwamba jamii yetu na uelewa mkubwa sana, tunaona tu kama ni mambo ya kawaida, lakini kumbe sanaa ni jambo pana na ni jambo ambalo linaweza kuwa na chanya kwa vitu vingi katika msingi wa maendeleo. Kilichokuwa ni msukumo wa nini kuwa picha zina sauti au nini kuanzisha picha zina sauti? Kwanza program nilosoma mi binafsi kwa sababu mimi katika sanaa nimeweza kubobea sana katika uchoraji, na uchoraji kwangu ulikuwa kama kipaji. Kwa hiyo nilipofika chuo cha Dodoma na kusoma niliweza kupokea na kufundishwa vitu vingi vya zaidi ya pale ambapo mimi nilikuwa tu ni kipaji. Kwa hiyo baada ya hapo ndio ikawa chachu ya mimi kuona naweza nikafanya vipi sanaa hii licha tu ya kuisomea, je, kwa manufaa yangu na manufaa ya wengine wanaonizunguka. Kwa hiyo ndo ilikuwa ni chachu, na nakumbuka nikiwa mwanafunzi, hamasa hizi za picha zangu zote zilianza, si tu kwa sababu zilianza ndivyo kiona nimemaliza chuo. Hapana, tangu nikiwa mwanafunzi zilianza katika udogo wake, na msaada mkubwa wa walimu kwa kutufundisha, mpaka kufikia hapo chuo kimeisha, kuendelea na maisha, na mpaka sasa tulipo tumekuwa, kwa sababu pia tumekuwa tunatoa huduma mbalimbali ndani yetu. Sisi tuna service na tuna product na tuna products Tumeweza kuuza picha mbalimbali mbali za kazi za sanaa ambazo ndo msingi wetu sana. Picha zina sauti lakini baada hapo tumeweza kutanuka wigo. Sasa hivi tuna host events mbalimbali. Mbali. Tunafanya community outreach mbalimbali. Mbali. Tunafikia watoto mbalimbali mbali kwa kwa art education na vitu vingi, maana yake si haba. Tunafanya hiyo safari na vyote hivyo vina positive income. Ah, changamoto kwa kweli kwa shughuli yote ukosi. Changamoto ni sehemu ya kitu kukua. Yaani ukiwa unafanya jambo, una changamoto, ah, fikiria mara mbili hata. Kwa nini hauna changamoto? Kwa changamoto zipo tu, biashara yetu tuna changamoto, na changamoto zipo nyingi sana za kusema hivi, kuna zingine ni not mentioned, lakini zipo tu kama changamoto, kwa sababu ili kitu kisimame, lazima upate changamoto, ujifunze kwenye changamoto, ili uzidi kuwa imara. Nilichojifunza ni kujitoa kwa ajili ya watu wengine, kwa sababu hata sisi ilikuwa tu ni wazo, ni picha zote likatoka, lakini sasa hivi linafanya kazi kwa ajili ya watu wengine, ndivyo tutapata Ha, mimi ushauri tu napendaga tu kusema. Kwa wanafunzi walioko chuoni hata ambao wamemaliza UDOM wanatamani kupiga hatua, wanatamani kufanya jambo. Cha kwanza usiache, una wazo usiliache. Likuze wazo, liendelee kuwa kitu ambacho kinaonekana au kinashikika. Lakini pia yote haya yanakuja ni kwa sababu kuna discipline, kuna hard working ndio tunapata mafanikio yote. Huo tu ndio ushauri mfupi. Wanasemaga UDOM is a place to be. Kwa sababu haya yote, sisi binafsi tu nilikuwa tuna kipaji cha kuchora na jiona, ndo nimemaliza kila kitu lakini nilivyokuja, nimekuwa equipped na vitu vingi. Mazingira yamenichangia mimi kukua hivi, lakini tukisema tena, licha tu mazingira, walimu waliokuwepo ndani wanatupa vitu ambavyo kweli vinaendana na wakati na soko linavyoenda. Lakini pia UDOM kweli, tumekuwa tumeona nilikuja, lakini nilishikwa mkono tu nikiwa kijana mdogo, mwaka kwanza, tangu mwaka kwanza mpaka mwisho. Na wengine wote tunaona wanakuja kupitia platform mbalimbali ambazo zipo ndani ya UDOM zinatusaidia sana sisi kuonekana na kuunganisha na, na jamii na ndio maana hata tumeweza kuendelea na tunajivunia siku zote tunasema we are proudly UDOM. Na hata mimi binafsi I'm proudly UDOM alumni. Kuna umuhimu mkubwa sana kwa watu wote wanafunzi na wahitimu wa chuo kikuu cha Dodoma kushiriki katika UDOM convocation. Maana ni sehemu pekee ambapo utaweza kukutana jamii nzima ya UDOM na ya wale wote walioalikwa kushiriki na kujadili mambo mbalimbali ya chuo. Binafsi mimi kama UDOM alumni ni mara kama ya tatu sasa hivi nashiriki convocation hii. Nimepata nafasi ya kuonyesha yale ambayo ninayafanya sasa ambapo wale wanayohudhuria wataona na kuwa inspired kwa mazingira ya kuona kwamba UDOM ni sehemu pekee mtu anaweza kaja akafundishwa na akaweza kutoa kitu na kikaonekana katika jamii. Hivyo basi, usikae na kusikia tu, fika jioni.